Kipindi mvua ilikuwa zamani ni nyingi, sasa hivi mvua ni hamna, asali ya hamna. Zamani asali ni nyingi, ukitoka tu kidogo unajaza debe. Sasa hivi ukitaka kupata mwanamke kujaza debe ni hali ni ngumu, kutafuta mnyama mkubwa mpate mwanamke, hali ni ngumu. Wanyama hamna, watu wamejaa, wamekuja. Ilikuwa maeneo haya ilikuwa ya Wahadzabe zamani. Ehe, ya man, haya ni manyumba zao, haya mapango haya tulikuwa tunaishi mababu zetu. Asa hivi tumekosa yale vitu ya majadi kabisa ya wababu zetu wa zamani yale. Kuna, kuna wanyama muhimu sana sisi kwa jadi ya Kiazabe ambayo, ambayo inatupasa sisi kama vijana wetu ambao wa Kiazabe wanapokuwa wameenda ukubwani, kuna vitu fulani viko vya kutafutwa kuingiza